Nduguye na mmiliki wa chumba alimochomewa msichana huyo. Kisa cha mauaji ya Gaala Aden Abdi mwenye umri wa miaka 17 aliuawa kinyama katika kaunti ya Wajir kwa sababu ya kupinga ndoa ya kulazimishwa na mumewe mwenye umri wa miaka 55 na mwili wake kupatikana ukiwa umeteketezwa kilisababisha hasira nyingi, huku wanaharakati na jamii zikitaka haki itendeke. Siku tatu baadaye, washukiwa wakiwemo mumewe na wengine wawili wamekamatwa. Tayari tuko na watu watatu ambao wamekamatwa na polisi tayari, tuko na bwana ya huyo msichana, tuko na ndugu yake na pia mwenye, mwenye nyumba ambaye ilichomeka, ili because tungetaka pia kujua ushuhuda yake atasema nini. Awali washukiwa walijaribu kupotosha vyombo vya usalama kwa kudai kuwa Gaala alijaribu kujiua. Hata hivyo uchunguzi wa kina umebaini kuwa kulikuwa na jaribio la kuficha tukio hilo kwa kusuluhisha nyumbani bila kufuata mkondo wa sheria. Kamanda wa kaunti ya Wajir amelaani vikali jaribio hilo la kujaribu kutatua kesi hii kupitia upatanishi wa kitamaduni unaojulikana kama maslaha, akisisitiza kuwa uhalifu kama huu utashughulikiwa kikamilifu kupitia sheria. Kuna visa ambazo hatutakubali mambo ya maslaha. Tuseme kama hii kesi ambapo inaonekana kabisa eh, mama ama msichana amedhulumiwa. Kama kamati ya usalama, tutakataa mambo ya maslaha lazima mtu apelekwe kotini ahukumiwe, kama atapatikana na makosa, ndio iwe funzo kwa wengine. Gaala ambaye alilazimishwa kupelekwa kutoka kambi ya wakimbizi ya Dagale hadi kijiji cha Habaswen, alipinga ndoa hiyo licha ya ushawishi kutoka kwa jamaa wa mwanaume. Hii ni baada ya kutoa ushahidi kupitia sauti ya simu kuhusu mipango ya mauaji yake. Machifu, assistant chiefs uh, wazee ya vijiji ya kwamba hii kitu isifanyike kwa iria yako, sababu ikifanyika kwa iria yako inaonekana wewe unazebea kazini, mambo ya kuoza watoto ambao hawajafika miaka ya, ku, ya kuolewa ama hawajatimu miaka ya kumi na nane hiyo, eh, tujaribu tuilaani. Tukio hili limezua mjadala kuhusu sheria za ulinzi wa haki za watoto na hitaji la kuondoa mazoea ya utamaduni potovu. Msemaji wa polisi akizungumza na Runinga ya Citizen amethibitisha kuwa washukiwa watafikishwa mahakamani kadri ya uchunguzi unavyoendelea. Amesema uchunguzi unapaswa kupewa muda ili kubaini ukweli, kupata ushahidi dhabiti wa kuwafungulia mashtaka washukiwa. Wapelelezi wanatarajiwa kuomba muda zaidi wa kuzuilia washukiwa Jumanne watakapowawasilisha mahakamani. Ode Francis, Runinga ya Citizen, Nairobi. Mkuu wa majeshi nchini Jenerali Charles Kahariri amegusia matukio ya kisiasa ambapo alitoa tahadhari kuhusu mwenendo ambao umepata kasi wa wananchi kutoa kibwagizo cha Ruto Must Go kwenye mikutano ya hadhara. Kauli